Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameshuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano ya ujenzi wa kituo kikubwa cha kupandikiza figo pamoja na utoaji mafunzo kwa madaktari bingwa ambacho kitakuwa ni kikubwa katika ukanda wa Jangwa la Sahara. Kituo hicho ambacho kitajengwa kwenye Hospitali ya Kanda ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma ni ushirikiano kati ya Shirika la Tiba la Tokushukai, Hospitali ya Benjamin Mkapa na Chuo Kikuu cha Dodoma na kinatarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 28 ikiwa ni msaada usiokuwa na masharti yoyote. Utiaji saini huo umefanyika wakati kongamano la biashara, uwekezaji na utalii lililowakutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na wafanyabiashara wawekezaji wa Japan katika ukumbi wa mikutano wa hoteli ya Westin, Osaka, Japan, ikiwa ni sehemu ya ushiriki wa Tanzania katika maonesho ya World Expo Osaka 2025. Akizungumza baada ya utiaji saini huo, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa profesa Abel Makubi amesema wamesaini makubaliano na shirika hilo linaloundwa na kundi la madaktari wa Kijapani ambao wamekuwa wakisaidia utoaji na uboreshaji huduma za afya. Tunatoa shukurani kwa serikali ya Japani kupitia wadau, lakini tunamshukuru mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira wezeshi ambayo yametufanya sisi tuweze kufikia makubaliano na hawa na chini ya viongozi wetu, mheshimiwa waziri mkuu amekuwepo hapa na ameshuhudia haya makubaliana ambayo mwisho wake yanaenda kusaidia wananchi kwa ajili ya kuboresha huduma za tiba ya figo, si kwa watanzania tu bali pia kwa waafrika wengine. Lakini pia kituo hiki kitatoa mafunzo, ndio maana wenzetu wa Yudom pia watakuwepo kutoa mafunzo kwa ajili ya kupandikiza figo e, kwa watanzania lakini pia kwa waafrika wa wengine na pia tutafanya tafiti ambazo zitasaidia kuzuia au kupunguza magonjwa yanayohusiana na figo. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma Yudom, profesa Lugano Kusiluka amesema makubaliano hayo yataimarisha huduma ya upandikizaji figo ambao unafanyika katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. tumeendelea kutafuta rasilimali kwa pamoja kwa ajili ya kueneza hiyo teknolojia ya upandikizaji figo tunajua kuna maelfu ya Watanzania wanalazimika kwenda nchi za nje na wanatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Bahati nzuri wataalamu tunao, na kuanzia mwaka elfumbili na kumi na nane hadi mwaka jana uh, takribani upandikizaji wa figo kwa watu hamsini umeshafanyika pale Dodoma kwa ushirikiano wa wataalamu kutoka hivi taasisi hizi mbili. Kwa hiyo tunalo shirika linaitwa Tokushukai Medical Group lililopo hapa Japani. Ni shirika ambalo ni kubwa sana kwenye sekta ya afya, wana hospitali takriban zaidi ya mia tatu sabini. Sasa hawa ndio walitusaidia mwanzoni kuanzisha huduma ya kuchuja damu pale Chuo Kikuu cha Dodoma na Benjamin Mkapa. Baadaye walipoona kwamba kituo chetu kwa maana cha Tanzania kinafanya kazi vizuri sana wakaona ni vizuri uh, waendelee kushirikiana nasi kwa ajili ya kuendeleza teknolojia hiyo. Zaitoni Mkwama, Daily News Digital <mulia>